Ningependa sasa kutumia fursa hii kuendelea kuwahimiza kuongeza uwajibikaji zaidi katika utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji kwa kufika kwenye matukio kwa wakati ili kuzuia madhara na uharibifu unaoweza kutokeza kwenye majanga ya moto lakini pia kwenye utoaji wa uokoaji. Toe wito kwenu kuendelea kutunza vitendea kazi ambavyo tayari tumeshavipokea. Tumesikia kuna wenzetu ambao wamepata au watapata ajira na wataweza kushiriki katika kuvitumia vitendea kazi. Hivyo basi wavitumie kwa weledi na tuweze kuvitunza ili viweze kutusaidia, sio tu kwa sisi ambao tuko kwenye jeshi leo, lakini na wenzetu wengine ambao watapata bahati ya kuja kuhudumia kwenye jeshi letu. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, zipo baadhi ya changamoto zinazolikabili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji nikianza na upungufu wa maafisa na askari kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya jeshi katika vituo mbalimbali vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mbili, uchache wa vituo vya zimamoto na uokoaji nchini. Tatu, ujenzi holela katika maeneo mengi hasa mijini unaosababisha askari kutofika kwa urahisi wakati wa dharura za moto na majanga mengine. Nne, ukosefu wa fire hydrants katika maeneo mengi ya mijini na uchakavu wa fire hydrants zilizopo. Nahidi kwenda kuwajibika na kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria, lakini pia kwa vifaa ambavyo tumepokea, tunaahidi kwenda kusimamia ipasavyo. Kwa ujumla, hotuba yako imejaa maelekezo na sisi tumepokea kwenda kwa dira ya utekelezaji.